Vipi? Unafahamu kwamba Krismasi ya mwaka 2025 ni ya kipekee, ni sana. Ina muundo wa tarehe ambao hautojirudia tena kwa karne nzima, yaani miaka Mia moja. Ndiyo, umenisikia vizuri. Na kama ndio kwanza unasikia, lazima imekushtua, sio? Christmas ya mwaka huu itakuwa tarehe 25 mwezi 12 mwaka 2025. Sawa kabisa na miaka mingine, lakini tarehe hii inaunda kile kinachoitwa rare date pattern, yani mpangilio wa namba unaojirudia kwa namna ya kipekee sana. 25, 12, 20, 25. hapa kuna kile kinachoitwa symmetry ya namba ambayo mara nyingi hutokea baada ya vizazi kadhaa kupita. Sasa, kwa ni, ni adimu. Kalenda inaendeshwa na mzunguko wa miaka, miezi na siku, na ili kupata mpangilio wa nambari unaolingana kwa namna hii na bado uangukie siku kubwa kama Krismasi, ni bahati nasibu ya kihistoria. Ndiyo maana haitokaa itokee tena hadi karne ijayo. Hii imewafanya wapenzi wa takwimu, wanaastronomia na hata wanamtandao kuona Krismasi ya mwaka 2025 kama siku maalumu, si kwa zawadi tu, bali kwa sababu kalenda yenyewe imeleta kile kinachoitwa kwa kimombo Surprise. Kwa hiyo ukipiga picha au kusherehekea Christmas kwa namna yoyote ile mwaka huu kumbuka unaishi siku ambayo haitajirudia tena mpaka karne ijayo. Vipi? Ulikuwa unajua hii au nimekushangaza?